Naam, bwana mmoja kati ya vitu ambavyo vimehapa ni bwana, ni kwamba Diamond Platnumz ameamua kutoa elimu e, msanii Diamond Platnumz ameamua atoe elimu kwa moja kati ya wadau huko mitandao, katika mitandao ya kijamii kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimeripotiwa kuhusiana na msanii Meek Mill. Bwana, ishu ambayo Diamond ametoa elimu ni swala la kuna, kuna mambo ya management hapa ambapo tumeona kwamba kwa muda mrefu sana watu wengi sana wamekuwa wakilaumu record label ya WCB kwamba ni wanyonyaji, wanawanyonya wasanii wao kwa namna moja au nyingine kutokana na kwamba katika swala zima la mgao wa mapato pasenti ni ndogo sana. Kuna, kuna haya maneno ambayo alikuwa anasema kwamba eh, msanii anachukua asilimia 30 eh, alafu management inachukua asilimia 60, yani kwamba kwa mfano kama msanii akiingiza milioni kumi it means kwamba yeye anapata milioni tatu Alafu milioni saba inachukuliwa na management. Sasa hiki ni kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa wakilalamika kwamba bwana, huu ni unyonyaji, inakuaje vitu kama hivi? Lakini at the end of the day natakiwa pia ufahamu kwamba huyu msanii, management ndio inayomvisha, imempatia sehemu ya kulala, kula, chakula, inasimamia kuhusiana na issue ya maradhi, makazi, mavazi na kila kitu, lakini pia inasimamia swala zima la msanii kuingia studio kwenda kurekodi na rekodi kwa gharama za management. Wakaachana na issue ya mavazi ni kwamba pia vile vile Ukiachana issue ya studio session pia ni kwamba hata video ni management ndiyo inagaramia. Ukiachana okay, hayo yote sasa, kwenye swala la promotion, swala la kupushi kazi iende, ni management ndio inagaramia hivyo vyote, umeona eh? Kwa hiyo lazima management ichukue kiasi kikubwa. Kwa hiyo Diamond alishazungumzaga hiyo issue before, lakini watu wakaona ah, bwana hapana, bwana still bado mnawanyonya hawa wasanii sasa this time around kuna moja kati ya peji huko mitandaoni Marekani huko imekuja kutoa ripoti kuhusiana na msanii mkubwa tu wa hip hop huko Marekani, ambaye juzi katika tamasha la Hot Summer Jam kule New Jersey Marekani, ni kwamba alishare jukwaa na Diamond Platinum. Huyu hapa si mwingine bali ni Meek Mill, ambaye yuko chini ya record label ya Maybach Music ambayo inamilikiwa na Rick Ross. Sasa bwana Meek Mill amefunguka kwamba kiasi cha fedha ambacho yeye alichokuwa anachukua katika mkataba wake na record label yake ya Maybach Music, ambapo kuna page hapo ameandika kwamba Meek Mill says he finally independent. Yani sasa hivi Meek Mill yuko free, yani hayuko tena chini ya usimamizi wa record label ya Maybach Music. Sasa ndo ameamua kutoa siri kwamba alikuwa analipwa kiasi gani, asilimia aliyokuwa anachukua katika record label hiyo ilikuwa ni ni ngapi? Meek Mill anaambia kwamba hapa, Meek Mill reveals he only earned 13% Over 13 years spin. Now he's getting 100% of his revenue. I get all my ownership. McMill alisikika akizungumza hivyo kwamba yeye McMill alikuwa anapokea asilimia kumi na tatu tu. It means kwamba kama alikuwa anapokea asilimia kumi na tatu, ilikuwa ina maana kwamba almost asilimia themanini na saba hivi ilikuwa yote hiyo inaenda kwa Rick Ross. Yani kwenye record label ya Maybach. Kwa hiyo alikuwa anapewa mapato ya asilimia kumi na tatu tu. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hii ni issue ambayo Diamond amekuja kuishare katika Insta story yake. Amekuja hapa akaandika kuhusiana na hii issue ya Macmill baada ya kuzungumza kwamba kiasi gani ambacho yeye alikuwa anapokea kiukweli ni kiasi kidogo sana kwa upande wa percent. Hapapa, hapa hapa ameandika hapa Diamond kwamba kuna somo kubwa sana hapa kwa wachambuzi wetu Tanzania, kujua uhalisia wa biashara za lebo zikoje, ili kujua mtu anapokuwa yupo kwenye mkataba wa kinyonyaji ama mkataba wa fair deal. Hiyo itasaidia sana wakichambua wachambue kwa, kuisaid... kwa kujenga industry umeona eh? So, hivyo ndivyo Diamond ametoa hilo somo kwa wachambuzi wa mitandaoni kuhusiana na hiyo issue ya McMill ku reveal kwamba alikuwa anapokea almost asilimia kumi na tatu tu katika mkataba ambao alikuwa yuko nao katika record label yake ya Maybach Music. So hii ni habari ambayo Diamond mwenyewe ameshare, ameshea page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo issue. Kwa mfano hapa bwana, kuna page hapa wamekuja wameandika kwamba Meek Mill kumbe alikuwa anapokea asilimia kumi na tatu ya mapato yake ya mziki. Umeona eh? So Diamond Platnumz pia anataka watu waelewe tofauti ya mikataba ya kunyonyo ya unyonyaji na mikataba ambayo iko fair. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa basi ukiachana okay, hilo swala baadhi ya wachambuzi kama vile Haja amekuja kuizungumzia hapa, Haja the Incredible, amekuja ameeleza kwamba e bwana hiki alichokiandika Diamond kuhusiana na uchambuzi niliwahi kuandikaga miezi kadhaa iliyopita, wakati wa kurenew mkataba na Pepsi, na hiyo siku Salama SK aligusia hili swala, uchambuzi yakinifu kabisa utawajia hivi punde. Akaendelea hapa haja kusema kwamba e bwana ukimsikiliza Salama SK kwenye ile video wakati wameongeza mkataba na Pepsi ni kwamba utagundua kwamba jamaa ni mfanyabiashara tena mbobezi haswa na ame focus na focus yake ni pesa na sio kutoa misaada. Falsafa hiyo, mm, wakaendelea hapa kuandika kwamba falsafa hiyo ni kwamba inaping, inapingana na Diamond Platinumz aliyetamani. Ya, yeah, so haja hapa ameandika kwamba falsafa hiyo inapingana na, na Diamond aliyetamani kusaidia zaidi, alifungua record label kupushi vijana na vipaji vya watoto wa kimaskini wa mtaani kuliko kufanya biashara kama wengi tulivyohisi. Kwa sababu hiyo basi, Salam anasema kwamba Diamond angeita Wasafi, anasema kwamba Diamond angeita Wasafi ng'oo ya msanii, sio record label, kwa sababu ya faida ndogo Hmm. Kwa sababu ya faida ndogo wanayoipata, na kama ipo hivyo basi, focus ya record label kwa Diamond Platinumz ilikuwa kusaidia talenti na dhima yake tumeiona effectively na imefanya kazi. Salama SK analalamika kwamba anasema kwamba mfumo wa mikataba ya wasanii wa Wasafi ina, ina, inampa faida zaidi msanii kuliko record label kwenye asilimia mia pesa ya msanii anayoingiza baada ya uwekezaji msanii analipa ofisi asilimia stini na yeye pia anabaki na asilimia arobaini. Asilimia hiyo stini inajumuisha na mtaji wa uwekezaji wanapokuja wanapokuja kugawana kama ofisi viongozi wanapata pesa ndogo sana, na hivyo, na hiyo ni tofauti na record label nyingi sana duniani zinazofanya kazi. Wapo wasanii wanachukua hadi asilimia kumi na nane kabla ya kurudisha pesa ya investment. Haina maana kwamba hakuna faida inayopatikana, upo uchu upo mchuzi ambao unaingia, but terms and conditions zao zimekaa kwenye kusaidia kuliko kuvuna, so hata faida inayopatikana ina ni ndogo mno. Ukimtazama Diamond Platnumz anavyoishi na wasanii wake, utagundua kuwa anachokisema ni kweli. Kiu yake ni kuokoa wana mtaani. Mapenzi ya Diamond kwa Harmonize hakuna mtu asiyeyafahamu, kwa wakati ule Rayvani, Mboso na finally divorce. Tazama picha ya upendo wa kaka na wadogo zake. nadhani nadhani udhaifu wa Diamond upo kwenye nidhamu, ukimuini tu umemshinda, umeona? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo at the end of the day ni kwamba Diamond bwana ameelezea kwamba McMill bwana alikuwa anapewa asilimia kumi na tatu tu